Waefeso 3:18 19, neno la Mungu linasema hivi: ili mpate kumfahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa ajili, kwa, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, Haleluya. Ukianzia hapo nyuma, ngoje tuanzie msali wa 14 Anasema, kwa hiyo nampigia Baba magoti ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, wajalieni kwa kadri ya utajili, kwa kadri ya utajili wa utukufu wake, kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani, katika utu wa ndani, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na wakamilifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina. Kuna upana, kuna urefu na kina. Paulo analiambia kanisa la Waefeso ya kwamba wanatakiwa wafahamu, wamjue Yesu kwa upana kwa urefu pamoja na kimo, ili waweze kufanyeje na uweze kuujua upendo wake Kristo oh. upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa kweli wa Mungu. Bwana Yesu asiwe sana, ambaye Mungu ndiyo Mungu wa kweli, lazima kuna upana na urefu. Lazima ifike mahali tutake kujua upana wake na urefu wake na kimo chake Bwana Yesu asiwe sana, tupate kujua, tupate kufahamu, ili tuweze kutimilika katika yeye, ili tuweze kutimilika katika yeye. Tunazidi kusisitizwa namna tunatakiwa kumfahamu Yesu kwa upana na urefu na kimo, ili tuweze kutimilika. Lakini kuna jambo hapo limetajwa kuwa Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani. Kwa Kristo akae mioyoni mwenu k kwa, kwa imani. Kuna mambo kadhaa yamezalishwa hapo, kuna vitu kadhaa vimezalishwa hapo. Sasa unaweza ukajiuliza kipengele kingine, unaweza ukajiuliza sasa, najua namjuaje Yesu au nawezaje kumjua Yesu? Nawezaje kumfahamu Yesu kwa mapana na marefu yake? Ni swali ambalo unaweza ukajiuliza, mimi nawezaje kumjua Yesu? Kama tumesema ya kwamba kumjua Yesu sio kuokoka tu, kumkiri kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, basi imeshia hapo. Sasa nitaonekanaje nimemjua Yesu? Nitafanya nini ili nionekane nimjua Yesu? Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asiwe sana au natumia njia gani kumfahamu huyu Yesu kibinafsi? Mimi kama mimi, natumia njia gani kumfahamu Yesu kibinafsi? Jambo kubwa kabisa la kwanza ambalo natakiwa uwe nalo baada ya kumkiri Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, haitoshi kusema kwamba nimemkiri Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yangu, basi nimemjua yesu. Haitoshi, bali unatakiwa kufanyeje? Unatakiwa lazima uwe msomaji wa neno lake, uwe msomaji wa neno lake. Bwana Yesu asiwe sana. Tutamfahamu Yesu kwa undani zaidi pale tutakapokaa na kulitafakari neno la Mungu kwa undani zaidi. Tutamfahamu Yesu pale ambapo tutakaa na kulitafakari neno lake kwa undani zaidi tutaweza kupata maarifa na tutaweza kujua namna gani tunapaswa kuishi ili tuweze kumwona au kumjua Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu li nani? Zaburi 119 mstari wa 105: neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia yangu. Maana yake neno la Mungu litakupa mwanga. litakupa mwanga litakupa mwanga litakupa mwanga Wakumjua nani? Wakumjua Yesu.